Mkuu wa mkoa wa Morogoro mheshimiwa Adamu Kighoma Malima amesema mapinduzi yaliyopatikana kwenye kilimo ndani ya mkoa huo yanapaswa kwenda sambamba na uboreshaji wa suala la lishe ambapo kwa kiasi kikubwa bado ni changamoto mkoani humo. Mheshimiwa Adamu Malima ametoa wito huo Septemba 16, 2025 wakati wa kikao cha tathmini ya mkataba wa lishe kwa mwaka wa fedha 2024, 2025, 2025 ngazi ya mkoa kilichofanyika ukumbi wa mikutano wa ofisi ya mkuu wa mkoa na kuwashirikisha viongozi mbalimbali wa ngazi ya mkoa na wilaya. Amesema, mkoa wa Morogoro ndio mkoa pekee katika serikali ya awamu ya sita ulioitikia mapinduzi ya kilimo kuliko mikoa mingine ya Tanzania Bara, na kwa sababu hiyo amewataka watendaji wa serikali mkoani humo kuhusianisha mapinduzi hayo ya kilimo kwenda sambamba na masuala ya lishe. Mkoa wa Morogoro kwenye awamu hii ya sita ya mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ndio mkoa ambao umeitikia wito wa mapinduzi ya kilimo kuliko mkoa mwingine wowote. Na wanalijua. Nasema hivi, kilimo na lishe viendane pamoja. Haya mapinduzi tunayopata mafanikio makubwa kwenye, kwenye, kwenye mapinduzi ya kilimo, hebu tuyaoanishe na lishe. Hawa wenye kujua mambo ya lishe watuambie. Hata hivyo, wamewataka viongozi ndani ya mkoa huo kila wilaya kutumia fursa ya mazao yanayostawishwa katika eneo lao yawe chachu ya uboreshaji wa swala la lishe katika eneo hilo. Na ndugu zangu, ni sio lazima tufanane wote. We don't have to be all the same. Hivi vitu ambavyo vinatufanya huyu mama mm, mjamzito na, na mtoto wa ndani ya tumbo na mtoto wa sifuri to 5 nikiwa mikese nimpe nini? nikiwa mvua ni mpeni, nikiwa Gairo kule milimani Nongwe ni mpeni, kila mtu akajue, how are we going to face this monster huyu, yani huyu lishe tunaenda kupambana naye vipi? Kumkabili vipi? Tarehe 16 mwezi wa 9 2025 kimefanya kikao cha tathmini ya mkataba wa lishe ngazi ya mkoa, ikiwa na lengo la kutathmini hali ya utekelezaji wa mkataba huo kwa mwaka wa fedha 2024 2025, katika utekelezaji huu kama mkoa tumeona uh, mafanikio makubwa katika viashiria vingi, hii ikiwa inaonyesha kwamba usimamizi mzuri wa viongozi pamoja na watendaji wake katika kusimamia afua za lishe kwenye halmashauri, kata na vijiji pamoja na mkoa kwa ujumla. Lakini sambamba na hayo tumeweza kuona mkakati wa mkoa kwa mwaka wa fedha ulioanza 2025 2026, halmashauri zote mkoa kupitia halmashauri zake umeweza kutenga takribani milioni mia tisa sabini laki tano na kumi na saba kwa ajili ya utekelezaji wa afua mbalimbali za, za lishe na kikubwa ikiwa imejikita katika kutatua changamoto ya utapiamlo kwa chini ya miaka mitano hususan udumavu. Lakini kubwa zaidi ambayo tunayo ni changamoto inakuja kwa kasi katika mkoa wa Morogoro ni upungufu wa damu chini ya miaka mitano pamoja na wanawake walio katika umri wa kuzaa, hususan tunaliona katika wajawazito. Lakini kupitia kikao hiki, mwenyekiti wa kikao ameweza kutoa maelekezo ambayo ni mkuu wa mkoa, kwamba halmashauri ziweke mikakati madhubuti kuona zinakabiliana na ili changamoto kulingana na mazingira yao, ikiwemo na kubuni njia bora za kuweza kutoa au kufikisha elimu kwa jamii, lakini ku kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba pamoja uh, kwa na uzalishaji wa vyakula vya aina mbalimbali katika mkoa wa Morogoro kuweza kuzihamasisha jamii kuweza kutumia, lakini kuweka mazingira wezeshi hasa katika huduma zile zilizo na mchango kwa moja kwa moja katika kuboresha hali ya lishe. Kwa mwaka wa fedha uliopita tumeona mafanikio makubwa, ikiwemo ushiriki wa viongozi kuanzia ngazi ya mkoa mpaka kata katika kusimamia utendaji wa afya za lishe lakini pia tunaona tuna swala la uhamasishaji wa masuala ya lishe hasa kwa watoto walio shuleni. Mwitikio mkubwa katika shule nyingi zimeweza kuweza kutekeleza agizo hilo, na ikiwemo kwamba kiwango cha watoto wanaopata chakula kimeweza kuongezeka kutoka asilimia 69 ya mwaka 23 24 mpaka kufikia asilimia 78 ya watoto wanaweza kupata chakula. Lakini kama mkoa tumeweka mkakati wa kuweza kuboresha kile chakula kinachotolewa mashuleni lakini sambamba na hilo tunaona uh, ushirikiano pia wa idara mtambuka umeenda ukiongezeka katika kuboresha huduma za lishe. Changamoto ambayo tunakabiliana nazo katika kutekeleza afua za lishe, bado tunakumbana na hasa swala la chakula shuleni, ubora wa chakula kinachotolewa. Lakini bado kuna asilimia ndogo ya watoto ambao hawapati chakula, hii inatokana na wazazi kutokuchangia. Kwa hiyo kama mkoa tumeweka mkakati wa kuendelea kuzishirikisha kamati za shule ikiwemo ambayo ndio zinabeba au zinaongozwa na wazazi, kuona umuhimu wa mtoto kupata chakula anapokuwa shuleni, lakini ku kuzihamasisha uh, hizo kamati pamoja na wazazi kuchangia au kutoa chakula ambacho kitakidhi mahitaji ya kilishe ya watoto, ili kuwaepusha na masuala ya utapiamlo, lakini sambamba na hiyo, kuendelea kutumia platform mbalimbali pamoja na vyombo vya habari vilivyo katika mkoa kuhakikisha kwamba ajenda ya lishe inazungumzwa kupitia platform zote na, na kiwemo na vikao vya kisheria kama vikao vya baraza la madiwani, vikao vya kamati ya ulinzi na usalama, kwa sababu tunatambua swala la lishe ni swala la usalama pia. Kwa hiyo kama litawekwa lishe ikiwa vizuri, na maana swala la usalama wa jamii itakuwa vyema, lakini kukiwa kuna lishe duni na hata usalama wa jamii husika unaathirika kwa namna moja au nyingine. Mkataba huo wa lishe ulizinduliwa rasmi mwaka 2017 ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisaini mkataba na wakuu wa mikoa yote Tanzania Bara, lengo kubwa likiwa ni kufanikisha suala la uboreshaji wa hali ya lishe na kupunguza athari za utapia mlo, kuondoa udumavu na upungufu wa damu kwa wajawazito na watoto.